Uh, leo shauri kuna kuja kwa ajili ya kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Dkt. Zainabu Mango, na upande wa wajibu maombi eh, kupitia wa, wa, mawakili wa serikali Jacqueline Kinyasi pamoja na Samuel Mauma walitaarifu mahakama juu ya uwepo wa mabadiliko ya sheria ambayo ni mabadiliko ya sheria namba mbili ya mwaka 2025 ambayo yali publishiwa kwenye gazeti la serikali tarehe 14 Machi. Katika mabadiliko hayo yameondoa me, ya mamlaka ya jaji mmoja a single judge kusikiliza shauri la katiba katika ile hatua ya awali. Na badala yake eh, mambo yote yanayohusu shauri la kikatiba inapaswa kusikilizwa mbele ya jopo la majaji eh, watatu. Kwa iyo, hiyo baada ya kutoa taarifa hiyo mheshimiwa jaji aliweza kurekodi nami pia nikapewa fursa ya kuweza kujibu taarifa hiyo nikakubaliana na wao kwamba ni kweli ama badiliko yatolewa tangu tarehe 14 Machi, lakini pia nikaiomba mahakama kwamba itengue maamuzi yaliyofanywa tarehe 19 Machi e, kupitia jaji e, mheshimiwa daktari Zainab Mango ya, ku, ya kuwaongezea muda wa kufanya, e, wa kufaili maombi yao majibu ya maombi ya shauri ambalo liko mahakamani e, tarehe kumi na Eh, na kwamba ilikuwa ni ilikuwa ilikuwa mahakama ilikuwa haikuwa na, na, na, mamlaka. Lakini pia hoja ya pili eh, niliomba mahakama tu kwamba ikishafuta hiyo basi hao watu wakaombe upya pale ambapo shauri litakuwa liko mbele ya mahakama eh, mbele ya mahakama kwa maana ya kwamba itapokuwa iko mbele ya jopo la majaji watatu, na nikaeleza mahakama kwamba mimi nilifaili nyaraka zangu mahakamani siku ya tarehe 20 Februari eh, eh na hivyo mimi ilikuwa niko ndani ya muda na hayo mabadiliko ya kweu ni athiri kwa chochote. Upande wa pili wa serikali wao walijibu kwamba eh, mahakama wakati ninasikiliza eh, tarehe kumi na tisa maombi yao yale ya kuomba kuongezewa muda ilikuwa ina mamlaka eh, kisheria na kwamba pia mahakama haiwezi kutengua maamuzi yake yake inakuwa iko functus official. Eh, baada kuweka hoja zake hizo, mawakili wa serikali nilipewa pia fursa ya kuweza kuzijibu, na kwamba niliambia mahakama kwamba haina mamlaka kwa hai mujibu wa mabadiliko aliyofanyika tarehe 14 e, na kwamba mheshimiwa jaji so kwa kwa mheshimiwa jaji alikubaliana e, na hoja ya kisheria kwamba hayo mabadiliko yamefanyika tangu tarehe 14 Machi ya mwaka 2025 na akasema, kwa sababu jambo hili la kiutawala, kwamba yeye peke yake hawezi, hana mamlaka ya kuweza kusikiliza kuanzia tarehe 14 hiyo, ili shauri linapaswa ndio kwa majopo la majaji watatu. Hivyo akasema yote yale yaliyofanyika kuanzia tarehe 14 e, ni batili. Hakuwa na mamlaka nayo chochote kilichoweza kufanyika. Maana yake hata kilichofanyika tarehe 19, maana yake baada ya tarehe 14, baada ya kuwa nayo mabadiliko ya ya hiyo sheria. Hivyo akasema mawadao wapeleke maombi yao pale ambapo eh, shauri itakuwa liko mbele ya jopo la majaji kwa hiyo kwa sasa shauri litarudi kwa jaji kiongozi. Jaji kiongozi yeye atapanga atalipangia jopo la majaji watatu waweze kulisikiliza na kulitolea maamuzi. Kwa hiyo kama kuna anything hapo, basi wadawa tumepewa fursa ya kuweza kupeleka tukaeleze huko. Kwa hiyo mi binafsi nimemshukuru sana mheshimiwa jaji Zainabu Mango kwa sababu eh, eh, mawakili wa serikali watapaswa waje na hoja za msingi, kwa nini waongezewe waongezewe eh, waongezewe muda Ee, na kwamba yale maamuzi kwa maamuzi ma, ma, ma, yaliofanyika tarehe 19 kwa, kwa hicho ambacho mheshimiwa jaji amekizungumza, maana yake yamefutwa, yamebatilishwa yote kwa ujumla. Asante. Ah, sawa sawa. Uh, kwanza mi niseme kwanza niseme kitu ambacho nakihitaji zaidi ni kwamba shauri hili mimi nafurahi zaidi kama likisikilizwa expert kwa upande mmoja, ili majaji wapate tu fursa za kuweza kuamua ndani kwa, kwa muda mfupi, maana tuko wengi mabishano. Majaji au jopo la majaji wataamua hatima ya katiba mpya mapema eh, kabla ya uchaguzi, na nadhani ni wakati mwafaka ambao mahakama inaweza ikatusaidia kama taifa eh, tusingie kwenye mchafuko ya migogoro isiyokuwa na tija kwa sababu swala so, la katiba mpya eh, ni zoezi ambalo au mchakato ambao ulianzishwa kwa mujibu wa sheria za nchi na ulikuamishwa eh, kisivyo halali. Kwao imani katika maombi yangu haya mchanganyiko, tunaweza tukaipata katiba mpya kabla hatujaingia kwenye uchaguzi. Wadawa, ni tume huru na wadawa, ni ah, wadawa katika shauri la kikatiba ni daiwa namba moja ni Tume Huru ya Uchaguzi pamoja na Mwanasheria Mkuu wa serikali na wengine wanaanza kuuliza kwa nini tume huru ya uchaguzi? Tume huru ya uchaguzi kwa sababu hao ndio waliopewa mamlaka ya kusimamia zoezi e, la upigaji kura ya maoni e, ya katiba mpya inayopendekezwa. Hawakufanya hivyo, lakini sasa hivi naona wako busy sana kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye uchaguzi. Mimi nasema kwamba tusiingie kwenye uchaguzi, tupate kwanza katiba mpya. Miongoni mwa majukumu ambayo tume huru ya uchaguzi ilipewa ni kuhakikisha kwamba nchi inapata katiba mpya, na hatua zote zilifanyika za kisheria e, za, za, za mbalimbali zilifanyika. Hatua ilikuwa imebakia ni moja tu ya tume huru ya uchaguzi e, kusimamia sasa kura ya maoni, watu wapige kura kwa katiba inayopendekezwa. Kwa hiyo inayo, hili jambo ni la muhimu zaidi kuliko hata uchaguzi huu ambao tunatarajia tuna, tuna kuweza kufanya.